Karibu tena mtazamaji, moja kwa moja tuelekee kaunti nambari 15, ambapo mwenyekiti wa chama cha walio na ulemavu wa kuona Samson Waweru amehimiza Wakenya kukumbatia kliniki za macho kama njia mojawapo ya kukabiliana na visa vya watu kupoteza uwezo wa kuona. Alikuwa akizungumza wakati wa kutoa huduma za bure za kukaguliwa macho kwa wakazi wa Mwingi Central, eneo la Nuu. Waweru amesema visa milioni 13 vya watu walio na matatizo ya macho

na tunataka kuja tuwaletee stima na pia tu, tufungue macho ndio mweze kuona stima. Tukileta na hii stima, hii stima tukiwapatia, mfunguke macho na mfunguke pia akili, tuweze ku, ku, kuendeleza maisha yetu mbele.